Profesa Mohamed Janabi anatarajiwa kupeperusha bendera ya Tanzania katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani, WHO kanda ya Afrika katika uchaguzi unatarajiwa kufanyika Jumapili kesho kutwa. Profesa Janabi, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, ni miongoni mwa wagombea watano ambao majina yao yatapigiwa kura katika mchakato wa uchaguzi huo wa Mei 18 mwaka huu. Janabi ni mgombea pekee kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, huku wagombea wenzake wanne wakitokea nchi za Afrika Magharibi, ambapo naye anapewa nafasi ya kushinda. Pamoja na wenzake wanawania kuziba nafasi aliyekuwa mkurugenzi mteule wa kanda hiyo, Dr. Faustin Ndugulile, waziri wa zamani wa afya wa Tanzania aliyefariki ghafla Novemba mwaka uliopita. Pili, sasa tuweze kuwatazama wagombea wenyewe na yale ambao wanayafanya katika pia yanayowasubiria katika nafasi hiyo, tuweze kuwatazama hapa nam, miongoni mwa vitu ambavyo pia vinabeba ule utambulisho wao na zile shughuli ambazo pia zina, wanazifanya miongoni mwao ni Mustafa Mijiyawa, yeye ni raia wa Togo, na kwa yale ambayo anayafanya ni daktari wa magonjwa ya baridi yabisi, lakini pia ni mtaalamu wa mazoezi tiba na vifaa vifa, saidizi ni amewahi pia kuwa waziri wa afya wa nchi ya Togo, lakini pia profesa wa utafiti chuo kikuu cha Lome mwingine ni ambaye anasubiriwa katika nafasi hiyo na ni mgombea pia, kwa sasa ni Dr Boureima Hama Sambo, yeye ni raia wa Nija, ambapo kwa sasa ni mwakilishi wa WHO kwa maana ya shirika la afya duniani kwa uh, DRC jamhuri ya demokrasia ya Kongo huko, na amewahi kuwa mwakilishi wa WHO Ethiopia. Amewahi pia kuwa mkurugenzi wa hali ya hewa wa shirika la afya duniani WHO, na huyu ni kutoka Tumulike mwingine anaitwa Nda uh, Konan Michel Yao, yeye ni kutoka Ivory Coast, ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza, mratibu wa magonjwa ya mlipuko WHO Afrika, na mtaalamu wa mifumo na athari za majanga ya kiafya, amewahi kufanya kazi na WHO makao makuu. Tumulike mwingine ambaye pia ni mgombea uh, ni Dr. Mohamed Lamine Drame kutoka Guinea, yeye ni msomi wa udaktari Cuba mzoefu wa kliniki na msimamizi wa afya ya jamii. Amewahi kuwa mtaalamu mkuu wa WHO, kwa maana ya shirika la afya duniani, mhadhiri wa vyuo vikuu Afrika na bara Ulaya. Anamiliki taasisi ya ushauri wa afya ya jamii Afrika. Tumulike mwingine pia ambaye ni mgombea katika nafasi hiyo, yeye ni Profesa Mohamed Janabi kutoka hapa nyumbani Tanzania, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, mshauri wa rais wa masuala ya afya daktari bingwa wa moyo, amebobea kwenye utafiti wa tiba duniani, lakini pia mhadhiri wa vyuo vikuu mbalimbali duniani. Ni miongoni mwa ambao pia wanaendelea kupigiwa chapuo katika nafasi hiyo. Tumulike yale ambayo yanawasubiria katika nafasi hiyo kuweza kuwajibika kwayo. Mzigo wa mkurugenzi mpya wa WHO Afrika ni pamoja na mzigo wa magonjwa ya mlipuko, magonjwa ya kuambukiza na yasiyoambukiza, uhaba wa vifaa tiba Afrika, vifo vitokanavyo na uzazi. Mengine ambayo pia yanamsubiria mkurugenzi huyo ni changamoto ya bima ya afya barani Afrika, upungufu wa madaktari bingwa na wabobezi, lakini pia uongozi katika sekta ya afya ya jamii. Ni miongoni mwa majukumu muhimu yanayowasubiria huyo ambaye atachaguliwa katika nafasi hiyo, pengine ni Profesa Mohamed Janabi au yeyote mwingine yule.